Kuna watu ambao walioandaa chakula kabisa kuweka ndani, sawa, na kuna sisi ambao tusioa. Sasa hivi huwezi kumkuta mmantilia kafungua. Sasa sisi tusioa, maana tunategemea kula kwa mmantilia, ndio kula wewe. Sasa hivi tembea hapa mpaka bima, katafute gari la kwenda kaliako kama utalipata, au katafute usafiri wote kwenda kaliako kama utapata. Ina maana kama siku ya uhuru, kwa nini kuna baadhi ya maeneo yameweka belia? Sisi si kwa uhuru Nenda bima pale umeweka beria sawa, ukitoka ukienda lelini sawa, kuna wanajeshi. Kama wote si siku wa uhuru, sasa kama siku wa uhuru, askari wa barabarani wa nini? usalama wa nini? na kati siku wa uhuru, hali ya biashara kwa kweli leo hamna kitu, wateja hamna kabisa yani, eh, kama vile unaona tumekaa tu, biashara hamna kabisa huu uh, mzigo nilichukua kwanzia juzi. uh, kwa hiyo nilikuwepo, nimeuza jana hivi, mebakia ndo hivi imebakia, kule hakujengia mzigo yote. Kwa hiyo uh, hapa ndo namaliza malizia, kwa hiyo kama nikimalizia hapa hapa na kule mzigo ujengia, ndo amna tena kitu. Zimepanda uh, kwa usama ukweli, sababu kule tunapata bidhaa kwa bei kubwa uh, kwa kidogo bei zimepanda kidogo. Hali ya biashara sio nzuri kwa sababu kumekuwa kimya sana. E, yani ina tusijawahi kuona miaka yote kutokea kitu kama hiki. Sisi zetu kwa sababu wengine tulishazoea tukija hapa watoto wale tulipe kodi za nyumba. Sasa inapotokea kitu kama hiki, unakuta tunaumia sana, hatuwezi e, kulingana na wale wenye hera zetu, wenye hela zetu kama hivyo. Jana kwanzia juzi wananua vitu wanaweka ndani, sisi tusiyekuwa nacho, ndio maana unaona kama hivi tuko barabarani tutafanyaje sasa? Inabidi serikali itusaidie kwa kweli, kama hivyo leo hatujaenda Ilala wakati tunategemea mboga kutoka Ilala. Kwa kama leo hatujaenda tumeagiza huko mashambani huko jeshini ndio ametuletea hapa tupate miambili watoto waende kula kule tunapata, tunapata mboga nyingi kwa sababu tunaletea matembele kutoka Morogoro, chainizi, mnafu, figiri, lakini sasa hivi, mteja anakuja anakuta mchicha tu, mnafu hamna, matembele hamna. Nakuta nakuta tuna mchicha tu. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri. Hauwezi kupita, pande zote zimefungwa, barabara imefungwa kuanzia hapa mbele kote, unakutana na watu wanakuuliza vyeti nini? Ulipiga kula sasa hivi hivi. Unaulizwa tena cheti cha uraia. Watukatie pasipoti, tupite hivi. Leo kuna kazi kwa kazi zetu za shughuli ya kawaida ilibidi ziendelee kwa sababu hadi maduka yamefungwa na haijawahi kuwa hivyo. Mi kwa shughuli zangu sinaga sikukuu, zinaga siku maalum, nafanya kazi siku yote. sijui mnaelewa, sinaga Jumapili wala Jumamosi eh?